Watazamaji wa vipindi vyetu vya ufugaji bora, habari zenu, karibuni sana katika chaneli yetu, ili tuweze kuwaelezea baadhi ya mambo ambayo yanatufanya sisi tunashindwa kuendelea katika suala zima la ufugaji. Sasa kuna baadhi ya wafugaji ambao wanashindwa kufikia lengo au wanashindwa kufikia lile jambo ambalo wamelikusudia katika suala zima la ufugaji. Hii inatokana na nini? Ni kwamba tunashindwa kupata vipengele muhimu Vya kuzingatia kabla hatujaanza ishu ya ufugaji. Sasa katika ishu ya ufugaji ziko changamoto nyingi ambazo zinatukabili kiasi cha kwamba hata kama tulishaingiza mguu mmoja katika ishu ya ufugaji, tunajikuta tunashindwa na tunadondoka na mambo yote yanaharibika. Sasa nikwambie kitu kimoja, ndugu yangu, kabla hujaanza kufuga vipo vitu vya kuzingatia. Kwanza, kitu cha kwanza cha kuzingatia katika balansi yako na mahesabu yako yote, hebu tazama sana miundombinu, kwa sababu hawa kuku unategemea wakuzalishie mayai ya kutosha, wengine unategemea waje kuwa kama kuku wa nyama. Sasa hawa kuku pia nao ni ndege na ni viumbe ambao wanastahili kukaa katika mazingira mazuri. Sasa huyu kuku utakapomleta katika banda lako ukamweka katika mazingira ambayo sio rafiki, hawezi kukaa vizuri, ni mazingira mabovu nadhani kuna asilimia nyingi sana za kusababisha huyu kuku akaweza kupata shida, yani itilafu tofauti tofauti, aidha akawa na magonjwa akapata magonjwa mara kwa mara. Pia anaweza kadumaa hata kiukuaji, unashangaa huyu kuku, mbona hana umbo zuri, haongezeki, havutii hata katika ishu ya soko. Kumbe wewe hujamfikisha katika mazingira ambayo ni rafiki. Unatakiwa banda lako huo unauweza uwezo kukaa mle ndani, unaweza kuvumilia ukakaa bila kupata shida ya aina yoyote. Hilo banda ndiyo unatakiwa ufuge kuku, sio banda linakuwa na harufu chafu, banda linakuwa chafu moja kwa moja, lina hewa nzito, halijajengwa kistaarabu, halina sehemu ya kupitishia mwanga wa kutosha, kuna giza hilo banda, pia linakuwa lina paa fupi, kuna joto basi kwa namna hiyo, hilo banda haliwezi kukuletea matokeo mazuri. Usije ukaanza kujiuliza kwamba mbegu ya kuku hawa huenda ndio ina shida au chakula kina shida, kumbe miundombinu yako hukuiweka vizuri toka mwanzo. Karibu tukufundishe.